Madhara yote unayoona kwenye nchi kama Tanzania humo ni mabadiliko tabia watu, sio mabadiliko tabia nchi. Nchi ni watu. Laana zote za mimvua inakuja bila utaratibu ni watu wanaileta. Laana ya mijua inawaka Kamsamba, inawaka Sumbawanga, inawaka Mbarali, inawaka mpaka mipunga inakauka, ni mabadiliko ya tabia watu. Nanisikia, ni mabadiliko ya tabia watu. Nchi ni watu, ulimwengu ni watu, kilichobadilika ni watu. Kinacholeta laana ya mji upepo ku, ni watu. Kuna vitu wamefanya vibaya, ni mtu alitenda dhambi mpaka wanyama wakaanza kuuma ni mtu alitenda dhambi, ardhi ikalaaniwa kwa ajili ya mtu. Unasikia, ni mtu alitenda dhambi, ndivyo ilivyoandikwa. ardhi ikalaaniwa, sio ardhi lilaaniwa, sio Mungu alilaani ali, ali, ali, mtu alichukizwa na ndo akairani madhara yote unayoona kwenye nchi kama Tanzania humu ni mabadiliko tabia watu, siyo mabadiliko tabia nchi. Mabaya yote yanayoikuta nchi zetu, rudi nchi yetu. kwa njia tu kule kwenye vifo, madhara yote yanayowakuta watu, yanayowakuta watu, yanayoikuta mvua kuchelewa, jua kuwaka bila utaratibu, zikija mvua zinakuja na mawe, zinakuja na radi zina kuja... Yani, mvua ikija inaharibu, jua likija linaharibu, gari likisafiri linavunja miguu ya watu, hospitali e, watu watakufa ovyo hiki yani, hakuna mahali ambapo ni salama popote pale, chochote kitatokea popote. Una uhakika wa kutoka nyumbani kurudi, ni majaliwa Hey, yaani sisi naishi maisha uhakika, ni unapotoka ndio nawaambia ubaki salama, lakini kurudi, waliopo nyumbani mioyo, wakiangalia simu yoyote inapiga, wanajua ni lolote linafanyika, eh na kuhakikishia. hey, simu zetu hizi hey? Simu zetu hizi hatuzipokeaji moja kwa moja, hizi simu watu tulio karibu nao akipiga, haina mmeachana, amesema nitakupigia hata kama kasema atakupigia, akipiga unaliingine umeongeza, eh hey, sisi kwetu uhakika kutoka yani mtu na uhakika naye unapomwona tu hivi napo, sio napo, sana unajua, kuna vitu vimekaa vibaya, boro una wakati hata akilala vibaya hivi eh, hiyo hey. Ha? hadi sisi kuna mara unachungulia penye blanketi, mbona aliinuki, unakaza, unakaza pumzi. Wengine mimi ndo, ndo natikisika, baadaye unaona ametanua. Yote hayo ni mabadiliko tabia watu, sio mabadiliko tabia nchi. Nchi ni watu. Kilicholeta mashaka yote hizi mtofahamu zote hizi maumivu yote haya, sio upepo umebadilika kuvuma kutoka mashariki kwenda kaskazini, sio mawingu yamebadilika, sio mzunguko wa jua wa mwezi umebadilika. Vyote hivi vimesababishwa na mabadiliko ya tabia watu. Watu wakibadilika, upepo utabadilika, upepo utaleta baraka, mvua zitaleta baraka, jua litakuwa jua la neema, karibu kila kimoja kitakuwa kikitabiri na kujaza baraka. Lakini wanadamu wakibadilika, wakafanya maasi, jua linakuwa la laana Upepo unakuja na laana, unakuja na uharibifu. Mvua zinakuja na uharibifu. Hewa inakuwa imeharibika, inakuwa na uharibifu. Kila chakula kinageuka kuwa sumu. Tangu vizazi vizazi dunia ilikuwa na me. Mungu anaposema na umba mbingu mpya na nchi mpya, kuna maonyo amewapa watu kuna watu wamejitoa kuyatimiza maonyo hayo, na unapoyatimiza maonyo, pana watu wanaadhibiwa, pana watu wanatengwa na mji wa Bwana. Kwa maana mnaonaga mimi nawahubiri muda mrefu, kuna watu nawatenga na mji wa Bwana, yaani kuna watu nawazoeshwa uwe, uwe, uwe Jerusalemu mpya, uwe nchi mpya ambaye daima utasikia yale tu yatokayo kwenye moyo wa Mungu na kutenga na mji wa Bwana wewe ambaye unakereka na kutenga ya shetani. Shetani panakuuma sana, tukiomba muda mrefu shetani panakuuma sana tukikaa ibadani muda mrefu panakuuma sana ko, tunakutenga na mji wa Bwana. Kuna tabia fulani ukizionyesha, tunakuchukulia hatua kubwa nini, tunakutenga na mji wa Bwana. Kwa nini Mungu wakati mwingine ni afadhali awaone watatu waliomwelekea kuliko mia moja waliojichanganya, kuliko elfu moja waliojichanganya. Mungu kaa pa takatifu hukaa, walipokaa watakatifu waliomwelekea kwa mioyo yao yote. Kwa hiyo sisi ni wao.